Leo hii tarehe kumi na mbili, sisi wilaya ya Kinondoni pamoja na wenzetu wa wilaya ya Ubungo, na hapa tunayo mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ubungo kaka yetu Albert Msando, lakini tuna vikosi wakuu ma, ma, wa traffic katika wilaya hizi mbili, lakini pia na mkoa Ubungo na Kinondoni ni mkoa mmoja wa kipolisi wa Kinondoni, na kwa uchache kabisa tuna shida kubwa ya, ya traffic jam msongamano wa magari umekuwa ni mkubwa katika wilaya zetu hizi mbili ya Kinondoni na, na Ubungo. Na sababu kubwa ya kuwepo na msongamano mkubwa huu, hizi traffic jam zipo, wanaosema kwamba ni barabara ndiyo. Uh, tuna barabara ambazo sasa hivi zinafanyiwa matengenezo nyingi, kama barabara yetu hii ya Bagamoyo Road. Kazi kubwa ya serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inaendelea kufanyika, lakini tuna barabara zingine za michepuko lakini katika utafiti wetu tumegundua chanzo kikubwa cha msongamano wa magari ni madereva kutokuwa na nidhamu, kutofuata taratibu za sheria za usalama wa barabarani. Na shida kubwa ni watu kutanua barabara; yenye kuchukua mistari miwili watu wanalazimisha kutembea katika mistari mitatu hadi mitano. Lakini pia ipo magari ambayo ni mabovu huko barabarani. Tuna malori yanaharibika barabarani, tuna magari madogo yanaharibika huko barabarani. Lakini pia tunao madereva ambao wanasafiri kwenye barabara hizi, kipande chote anachosafiri kutoka pointi moja hadi pointi nyingine, yeye yupo kwenye simu wakati wote. Sasa mwarobaini wa madereva wazembe, madereva wasiofuata taratibu na sheria za usalama barani umekuja. Tuna mashine hii, tuna kamera hii za kisasa kabisa ambazo zinahamishika na sisi, wilaya ya Kinondoni, tunaenda kuanza na mashine na kamera hizi sitini. Kamera hizi sitini tutaenda kuzifunga barabara ya Mwai Kibaki, kamera ishirini, kuhakikisha kipande hicho, yoyote anayetanua, yoyote anayeendesha gari akiwa anazungumza na simu, tunaenda kumshika kwa njia nyepesi kabisa. Lakini barabara hii ya Bagamoyo Road, barabara ambayo sisi kwa wilaya ya Kinondoni ni kubwa tunaenda kufunga hizi mashine thelathini kwa wakati huu mmoja. Kwa hiyo hakuna kipande hata kimoja, na tutazifunga katika umbali wa mita 500 kutoka kamera moja hadi nyingine. Kwa hiyo hakuna sehemu abiria mzembe, anayetanua, anayeendesha gari akiwa anazungumza na simu, kamera hii itamwacha. Tutambaini kila dereva anayefanya uzembe na anayetanua kwenye barabara hizi, na hatua kali zitachukuliwa na sisi tulivyokuwa tumejipanga wote tutakawa wakamate kwa mujibu wa kamera hizi za kisasa kabisa. Tutawapeleka mahakamani wakalipe faini na wafungwe, na ikibidi ni pamoja na kuwafutia leseni hizo. Tunatamani sana wakazi wote wa Kinondoni tuendelee kuimarisha usalama wetu na usalama pia wa barabarani, ni jambo la muhimu. Kwa hiyo madereva wote katika wilaya ya Kinondoni wa magari binafsi, wa daladala na magari ya serikali wote tuzingatie utaratibu na sheria za usalama barabarani. Kinyume cha hapo, umejiandaa kupelekwa mahakamani, umejiandaa kushitakiwa, umejiandaa kulipa faini kali, na hii hatutani. Tuko kazini kuhakikisha tunalinda usalama wa wananchi wetu hapo barabarani, pamoja na vyombo vya usafiri. Kwa hiyo tuzingatie usalama barabarani pasipo shuruti. Na hii ni kila Mtanzania, kila mwanakinuni kikisha tunazingatia hiyo mraya, ugungo. Kwa hiyo ni kushukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ubungo kwa jitihada ilizoanzisha, na kwa kuwa sisi ni mapacha, tuendelee na jitihada hizi. Jamu ikiwa Kinondoni lazima itahamia Ubungo, jamu ikiwa Ubungo itahamia Kinondoni. Sasa hivi wale wanaotanua mwarobaini wao umefika ni mwisho, na kwa hiyo kuanzia sasa watakamatwa kila sehemu na hakuna sehemu hata moja watakayojificha. Asante sana.